Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Seedfarm Manispaa ya Songea, kimezindua rasmi kampeni zake za udiwani, ambapo uzinduzi huo umefanyika kwa shamrashamra kubwa na kuhudhuriwa na wanachama na wapenzi wa chama hicho. Uzinduzi umefanya katibu wa CCM Manispaa ya Songea Comrade James Mgego ambaye ametoa wito kwa wanachama kupuuza maneno ya upotoshaji wanaosambaa kwenye mitandao ya kijamii na anaochochea vitendo vya uvunjifu wa amani nchini. Ndugu zangu Wanasongea, tumeona kwenye vyombo vya habari na mitandao ya wa kijamii, wapo wenzetu wengine bado wana akili mgando, mi naita akili mgando. Wanasema wao hakuna, hakuna uchaguzi, wataandamana. Tuwapuuze. nchi yetu ina amani kubwa sana. Je, mnajua mataifa mengine yote duniani yanaiga amani ya Tanzania? Ni kisiwa pekee ambacho kimebaki kwa amani. Leo wanapotuletea tuandamane, tukatafuti nini? Tuwapuuze, tuwaambie sisi Wanasongea, sisi wana silifa, tunataka amani sisi wanasongea sisi wana Seedfarm tunataka maendeleo. Maendeleo hayaji kwa kuandamana, maendeleo hayaji kwa kususia uchaguzi. Maendeleo yanakuja kufanya kwa kufanya uamuzi, kwa kwenda kuwaweka viongozi madarakani, kwa kupiga kura. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hizo, Comrade James Mgego amesema serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Ta Samia Suluhu Hassan ambaye ha, pia ni mgombea urais kupitia tiketi ya chama hicho, imefanikiwa kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo Songea, ambapo ametoa rai kwa wananchi ili kiendelee kuwaletea maendeleo zaidi. Daktari Samia kwa kipindi cha muda mfupi amefanya mambo makubwa sana katika masuala ya elimu, fedha nyingi zimekuja kwenye wilaya yetu, na hasa sili kama nilivyosema kwenye swala la elimu. Mnaona wenyewe, tuliahidi kipindi tuna naji ilani ya ishirini ishirini, elimu itakuwa bure kuanzia kidato cha kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha nne lakini katikati tumeenda mpaka kidato cha sita, lakini mikopo vio mpaka vya kati ni mama huyu huyu Samia ambaye amesimamia na kushika jahazi na nchi nasonga. Kwa upande wake, Ndugu Festo Mlelwa ambaye ni mgombea wa nafasi ya udiwani katika kata Seedfarm kwa tiketi ya chama cha mapinduzi amesema serikali imetekeleza miradi mbalimbali katika kata hiyo, ikiwemo sekta ya elimu, afya na miundombinu. Tunataka tuwaambieni, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba baada ya kutupa kula tarehe 29 Oktoba, tunakwenda kukichafua kwenye baraza la madiwani. Tunakwenda kukichafua kwa staili gani? Kukaa mezani, kusimamia ilani ya chama cha mapinduzi. Ilani ilichoahidi ndicho ambacho tunakwenda kusimamia na kukitekeleza, sisi sote kama madiwani ambao mtatupa nafasi iliyo bora na siyo nyingine, kutupa kura nyingi zaidi. Ndugu zangu wana Seedfarm, yapo mambo mengi ambayo tumeyafanya kwenye kata ya Seedfarm. Nikianza na upande wa elimu, ndugu zangu wana Seedfarm, kama mnavyofahamu. Waboi mpo? Waboi mpo? ndugu zangu wa boy kama mnavyofahamu, shule yetu imejengwa madarasa mawili, ndiyo siyo? Ndiyo, hizi zote ni jitihada za Chama cha Mapinduzi kupitia Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu Damas Lumalo na mimi niliyopo hapa mbele yenu Festo Tadei Mlelwa. Nao viongozi wengine wa CCM pamoja na wagombea wa udiwani kutoka kata mbalimbali mbali ndani ya Manispaa Songea pia wametoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanakichagua Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu ujao ambao utafanyika Oktoba ishirini, ili kuendeleza kasi ya maendeleo katika manispaa ya Songea. Yupo Daktari Samia Suluhu Hassan, yupo Daktari Damas Ndumbalo, yupo ndugu yenu Ndugu vijana mlioko hapa, mtakumbuka Tanzania hii tumelithi na tumekabidhiwa kutoka kwa wazazi wetu ikiwa salama CCM oye tumeikuta ikiwa salama na ina amani ya kutosha. Amani hiyo na usalama huo ndio unaruhusu sisi kwenda kufanya shughuli zetu za kila siku. Sisiemu oye! Kwa kuwa tuliikuta Tanzania yetu ina amani, ina usalama, tunapendana. Sisiemu oye! Lakini baada ya amani hiyo ndio maendeleo mbalimbali yameletwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata yetu hii ya Seedfarm. Kura zangu wana Seedfarm, tarehe 29 kula nyingi kwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kula nyingi kwa bingwa wa sheria Daktari Damas Dane Ndumbaro, kula nyingi kwa Daktari Festo Mlelwa na mshikamano kuelekea Oktoba 29. Hii ni Site TV. Ndio tunakwenda Songea.